Yeye akaamua kulisonta lile poli mm. au ule msitu, kuni zikakauka, lakini kukauka kwake yeah. wakakauka mpaka watu. Uh, kwanza mimi naitwa Filipo Bundala uh, ni mzaliwa wa mkoa wa Shinyanga, maeneo ya Tinde hapo uh, mimi binafsi ninavyomfahamu hmm. Mwanamalundi ni mtu ambaye alikuwepo na maajabu yake mengi tu ambayo aliwahi kuyafanya, yani kubwa kuliko ni kwamba inas... Kwa sababu mimi nimekuwa nikahadithiwa mm. sijaona mm. uh, imehadithiwa na kina babu, kina baba mm. lakini na wenyewe pia hawajamshuhudia kwa macho kwamba kafanya nini. Yani tu tumekuta stori zipo, ambapo tunakuwa tunadhifishana stori kwa stori kwamba huyu ni fulani ilikuwa mm. hivi nahivi sasa mm. kwa jinsi ambavyo mimi niliwahi kusimuliwa mm. Mwanamalundi ni mtu ambaye alikuwa na nguvu za kufanya maajabu Yani yeye kitu ambacho anataka kukifanya anakifanya mm. kwa kutamka, kwa kusonta, ama kwa chochote, kwa kuomua anavyotaka yeye. Kwa mfano wanakwambia kwamba uh, alifika sehemu ambayo kulikuwa na shughuli, tuseme ni sherehe ambayo walipokuwa wakipika mm. kuna wakati ukafika kuni zikaisha mm. za kupikia mm. Sasa alichokifanya ni kwamba mm. walipoenda kuchukua kuni kwenye hicho kipoli au msitu mm akaona kama vile kazi inakuwa ngumu kwamba waende wanatafuta ambazo ni kavu kwa ajili ya kupikia mm. Yeye yeah, akaamua kulisonta lile poli mm. au ule msitu. Kuni zikakauka. Hiyo ni moja kati ya maajabu ambayo yeye aliwahi kuyafanya kama mtu mwenye nguvu. Lakini pia mm. uh, aliwahi kukamatwa liw mm. kukamatwa, kwa sababu alichokuwa nikifanya yeye mm. akifanya kitu kinaonekana kama vile maajabu inatafsiriwa kama uchawi mm. akaja akakamatwa na polisi mm. kukamatwa, alipoondoka mm. akaiacha shoka ameiweka, alafu akaaga akasema hivi, ukiona inaanza kushuka, akamwambia mmake, ukiona inaanza kushuka ujue naanza kurudi mm. ikibakia pale pale ujue bado nimeshikiliwa. Sio siku ngapi baada ile kwenda akao weka mti na ukangania hapo. Kuna sehemu aliwahi kukanyaga, unakuta nyayo zake. Kuna sehemu aliwahi kukaa kwenye jiwe mm. unakuta pale kwenye jiwe